ya kitu ambacho kina Profesa Kusiluka wanaweza wakatembea kifua mbele wakajivunia kuhusu mkoa, mambo mawili, kwa sababu kidogo nimefanya nimepata nimefanya kazi kwenye mazingira tofauti. Moja, hupati shida ya kuambia watu wa Njombe kuhusu kusomesha watoto wao, ni wa wenyewe, ni wa wenyewe. Lakini mbili, hupati shida ya kuambia kuhusu kufanya kazi. Mi nimetembea maeneo mengi sana. Huo ndio mkoa ambao sijaona watu wanacheza, ah, pool table au watu asubuhi sio wanafanyaje? Hapana. Na ukimwona mtu anacheza pool table huko Njombe, sio mzaliwa wa mkoa, ni mtu wa kule <laughs> <laughs> na, nana tumefanya ziara juzi na viongozi, ukaenda kwa wananchi kuhusu mambo yale ya yatuwachichi kwa na kuja, wamama wako wengi. We mama, unaika ngapi za barachichi? Mi naeka saba. Unaeka ngapi? na eka tano. Unaeka ngapi? naeka nne. Huu ni mkoa ambao unaenda kwenye soko la Njombe, mama ana meza sokoni, analima viazi vyake, analeta kwenye meza kuuza, anauza nyanya zake, yeye matembele ya kwake, mchicha wa kwake, kijana -boda, na bodaboda anauza mbao, anashamba na miti kwa pia uh, kwa watafiti wetu wa vyuo tunapotaka kufanya pia utafiti kuhusu kipato cha wananchi kuna mahali hapa pa kuja kujifunza. Tuna vijana hapa Profesa Jesemia Dr. Sasa. Anazalisha miche ya parachichi laki 4 na elfu 50 anauza katika bei ya shilingi 5000 kwa kifuku. Kwa kusema tu anauza shilingi 5000, maana watu wanajaribu kabla, anauza bilioni 2 na milioni 250. Na sio kwamba hela ana anazo. Hajasoma certificate ya kilimo wala ni kweki. Na wako wengi. Kwa leo naona kuna vijana hapa wanazalisha miche ya parachichi, wanauza Burundi, wanauza DRC kutoka hapa Njombe. Kwa ni community ambayo utayari ni mkubwa sana. Mkubwa sana. Na kwenye swala hili tulisema tuweka hapa wafanye biashara. Hebu mfo, hebu simalie. Huyu wao wako kule. Wamesimama baadhi yao. Hapa Njombe profesa kidogo na mimi kasi wewe ndio unafahamu. Pia Njombe ni vigumu sana kupata wananchi. Mmoja wa maeneo magumu sana kuoga na kwenye social issues wananchi wapata. Unaweza ukapata watu wa Njombe ama kanisani ama msikitini, kwa sababu wanaamini zaidi kwenye uzalishaji. Watu ukienda pia kuongea nao sio waumini sana waizi porojo za unajua hivi, huo pia hawa. Kwani, community fulani ambao mimi naamini kwamba hiyo ndio mtaijua, na ujenzi mkubwa ambao Dodoma mnafanya ninyi watu wa Dodoma, hilo kikiwemo chuo na makazi yetu, zile mbao sehemu kubwa hapa hapa. Hapa viazi ambavyo mnaona hostel za UDOM zote zile, mnahangaika na zile chips, sehemu ndogo sana ni Iringa zinatoka Kwa hiyo unaweza kukala kiapatmenti chako kule Dodoma, ukaona umepiga maisha makubwa sana. Kumbe wewe kuna mtu huko Njombe anaiva viazi ana apatmenti kumi, anakushinda wewe na PhD yako. Pale unasema kwamba unaumwa mapafu uweze kwenda Njombe kufundisha, unaweza kwenda kumwambia Mungu kwao, mimi naomba moyo, naomba nisiane huku.